Waziri mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu nchemba leo Disemba ishirini na tisa elfu mbili na ishirini na tano amefanya ziara ya kikazi katika eneo la Ruvu chini mkoani Pwani kukagua uzalishaji wa mtiririko wa maji unaohudumia sehemu kubwa ya jiji la Dar es Salaam na Pwani. Ziara hiyo imekuja kipindi ambacho baadhi ya maeneo yamekuwa yakipata upungufu wa maji kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kupungua kwa mchurizo wa maji katika vyanzo baada ya ukaguzi, Dkt. Mwigulu amesema serikali kwa miaka mitatu imekuwa ikitekeleza miradi mikubwa ya maji ili kukabiliana na changamoto hiyo na kuhakikisha upatikanaji wa maji unapatikana kwa wananchi, viwanda na taasisi. Ameeleza kuwa hatua za mapema zilichukuliwa kujenga miundombinu mipya, kuongeza uwezo wa uzalishaji pamoja na kutumia teknolojia ya kisasa katika kuhifadhi na kuvuna maji. Hiki kilichotokea majuzi sio uzembe, ni hali halisi ambayo inaikumba dunia na Tanzania ikiwepo, na hata wakati mwingine huwa tukichukua hatua zingine kama serikali, huwa zipokelewi kwa ladha hivi na wa Tanzania kwa ujumla na si kwa Tanzania tu ni, ni jambo la dunia nzima. Haya mambo ya mabadiliko ya tabia nchi yanapoongeleka huwa hayana ladha sana, kwa sababu yanakinzana na baadhi ya shughuli zingine ambazo huwa zina ladha zaidi kwa wakati huo, na si hapa Morogoro tu, na hapa Pwani na Dar es Salaam, ni nchi nzima. Kwa sisi tuliokulia vijijini ukiangalia hali ya mazingira tuliyoikuta na sasa, pana badiliko kubwa sana.